Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala ya leo ya Jua haki Zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za msingi. Kwenye makala leo, msikilizaji, tunajikita kuangazia haki yako ya matumizi ya mtandao na hali ya dijitali kwa jumla. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakuli, nitakuwa nashirikiana na mwenzangu Victor Mturi. <tune> Kadri Afrika inavyozidi kuingia katika ulimwengu wa dijitali, kila siku mamilioni ya watu wanaingia mitandaoni kutafuta taarifa, kuwasiliana, kufanya biashara na hata kushiriki mijadala ya kisiasa. Lakini swali ni je, watu wote wanaelewa haki zao katika mazingira haya mapya ya ya dijitali? Victor Muturi anaangazia hali ya haki za dijitali nchini Kenya na hatima ya kikanda kutathmini uelewa wa wananchi, changamoto wanazokumbana nazo, hatua zilizochukuliwa na kulinda uhuru huu mpya unazidi kujitokeza. Victor Mturi, endelea. Katika kaunti ya Nyamira, Josef Ayenda ni mmoja wa vijana wanaotumia mitandao wa kila siku, kwa kutumia simu yake kuwasiliana, kujifunza na hata kupachika ubunifu wake. Ninamuuliza iwapo anaelewa haki zake za kidijitali. kontenti yangu binafsi, lazima uniulize kwanza, ndio iposti. Hiyo ndio kitu najua, konsenti lazima uniulize e, ndugu yangu, nataka kutumia hii picha yako kufanya chambo fulani, ama chambo kitu fulani, ndio sasa unanipatia ruhusa, naenda naitumia baadaye, usikuje kunigeuka. Ayenda anaamini kuwa licha mitandao hii kuwa na umuhimu mkubwa miongoni mwa vijana, mitandao pia imekuwa chanzo cha migogoro mbalimbali ya kimsingi na hata kifamilia, jambo ambalo linasababisha jamii kuona mitandao hiyo kuwa hatari. Sana sana hii simu inaleta shida sana sana, kwa nyumba inataza <laughs> pomoka, kwa sababu utasapata mtu ameandikia mtu nakupenda, akumanisha anampenda saidi, labda salamu tu. So simu wacha isikue free, hata ziweke password, wacha angalie simu hiyi, hakuna kukiuka haki, na hiyo ndiyo familia familia. Kama unataka ifauru kuwa free, simu wacha isikue na password. Katika kaunti jirani ya Kisi, Isaac Osongo mwenye umri wa miaka 60, anaelezea uzoefu wake wa kukumbana na udukuzi wa mitandao, hali ambayo inatatiza haki zake. Unajua mtu mtum uchui ya rights kutumia simu kwa maana, kama uko nayo u, u, simu uchui rights yako, ndio maana uko nayo na ikusaidia ile kitu una, unafanyia hiyo, ndio right yako sio ya mwingine, ni yako tuku, ndio maana uko na hiyo simu kuisimu simu yangu na kutumia ile maneno na nataka kutumia peke yake, sio kutumia maneno mengine chafu chafu. Kwa ajili ni some smartphone, lakini nataka nitumie kitu ile inafaa. Ndio nimeshaakiwa na hiyo, sio utaratibu wa simu. Hiyo sio kwa simu mtu, hiyo ni kuweka sheria ya simu na hiyo sio. Ndio simu ilileto ifanya hayo lisai, ile simu ilikuja itusaidie na tuisimiane na tufanye mawasiliano rahisi. Nilipoakiwa nilienda kwa Safaricom wakanirudishia tena. Katika mwaka wa 2024 Kenya iliandikisha historia baada ya serikali kuzima mitandao kwa muda wakati wa maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z. Tukio hilo likizua taaruki ya kitaifa kuhusu haki za kidijitali na athari zake, hasa kwa mamilioni ya vijana wanaotegemea mitandao hiyo kujikimu kimaisha, kama anavyoelezea Anthony Kipsang, mmoja wa vijana nchini Kenya. Serikali yatupatie kazi na tukienda huko kuanza kucreate content na bado wanataka kuja kujieza pesa, pesa yetu kidogo. Tumeangana kutafuta kazi, kazi hatupati. Wanasema tunashinda tunachagua kila mwaka, ukishapata kitu wanasema tutatengeneza nafasi za kazi, wakati unafika hakuna nafasi zinakuja. Tukianza kwenda kule TikTok, huko ambapo, ambapo tunaanza kutumiwa gifts kidogo kidogo, tunaanza kupata, uh, at least pesa za kujikimu, wanasema wanataka kutax. Hiyo ni dhuluma. Hiyo media space yangu ninayotumia kidogo kufanya, kusukuma media, kazi yangu ya media content and everything, bado anaikujia kidogo, na si hata pia inatosha. Hata hivyo kwa raia wa Afrika Mashariki, upatikanaji wa huduma za kidijitali unapovuka mipaka bado ni changamoto kubwa, licha ya maunganisho ya kikanda. Musa Haruna kutoka jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania anasema hipo haja tatizo hili kuangaziwa na suluhisho kupatikana. Tupande tunaona iko vizuri tu kwamba iko safi, tunaitumia tunavyotaka, lakini kwa wageni ambao wanakuja hapa ili aweze kuwa na uhuru kwenye intaneti ni mawili: atumie waifa, aidha atafute laini hapa hapa kwetu. Sasa anaweza kuta akaja hapa kwetu hana kitambulisho cha taifa ambacho cha NIDA. Hasa kama una NIDA, inakulazimu kwamba umtafute rafiki wa karibu ambao anakufahamu vizuri, ili aweze kusajilia laini ili uweze kupata huduma ya intaneti kwa kutumia upande wa laini, la sivyo kikosa na kulazimika utafute wifi ili uweze kuwasiliana na ndugu zako nje ya nchi. Lakini laini yako kutoka kwa mfano Kenya kuja Tanzania, hapo ile laini haifanyi kazi chochote, ani simu na kuwa tu unaiangalia. Jua haki zako na Benson Wakoli. Makala ya hewani ni jua haki zako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International. Tunaangazia haki zako, msikilizaji, za matumizi ya mtandao, nashirikiana mwenzangu Victor Mturi. Ripoti ya shirika la Paradigm Initiative inaonyesha kuwa nafasi ya kujieleza sasa imehamia mitandaoni ambapo wananchi wanaonekana kusikika zaidi, lakini pia wako hatarini kutokana na kanuni ngumu zinazopendekezwa kudhibiti matumizi ya mitandao. Benga Seson ni mkurugenzi wa shirika hilo. Afrika kama bara imepiga hatua kubwa sana katika masuala ya haki za binadamu, na pia katika ulimwengu wa kidijitali tumeendelea sana. Jambo hili halikupokelewa vyema na baadhi ya serikali na kwa hivyo zikaanza kuzima mitandao yote. Naweza kusema kuwa haki za kidijitali zimeanza kukiukwa zaidi, lakini tunashukuru wananchi na mashirika ya kiraia ambao wanaendelea kupinga na kutetea hali hiyo na kujaribu kuleta usawa. Lakini je, kuna matumaini? Wakili Angela Minayo kutoka shirika la Article 19 anasimulia kuhusu haki za matumizi ya kidijitali, vilevile haki za kujieleza na umuhimu wake. Uh, sheria inasupport uh, freedom of expression na inasema kuwa una huru na haki ya kuongea katika any format uh, print, radio, television. Um, kwa hivyo ka katika constitution, katika katiba uh, inas inasema kuwa e, kila mwananchi anayo haki, lakini tunaona kuwa kuna sheria zingine ambazo zina threaten this uh, freedom of expression. Sasa ukiangalia kama sheria ya Computer Misuse and Cyber Crimes Act ina hujumu ambazo zina, zina restrict freedom of expression. Pia tunataka internet itusaidie uh, kwa usawa na wale wana ambao wako Europa uh, manake internet inaenda ku shape a lot of what is going to happen in the future, na tunataka Wakenya wakwenda equal access uh, to the internet. Kesi nyingi ziko kotini. Naam. Wanablogi mm -hmm. Eh, waandishi wa habari mm -hmm. na hata tu mwananchi wa kaida pengine aliweza kuchapisha ma kuposti tu kitu online, hakuwa anajua mm -hmm. kama kitaweza kumpatia shida. Kesi kama hizo eh, unaweza shauriaje watu? Na mbona zinachukua muda mwingi? Ukipatikana ume- umepelekwa kotini kwa kuji, kwa kuongea Um, ama kusema kitu negative kuhusu uh, uh, serikali, hiyo si sawa, hiyo si haki, na unaweza kushauri wakili wako kuwa anaweza challenge hiyo charge sheet na kusema kuwa ina, inaenda badala ya katiba na tumeona watu wengine wakitumia hiyo mbinu kuhakikisha kuwa wana, wana protect their rights. Uh, I can talk of one example. Uh, Robert Alai ali challenge a, a section on criminal defamation na koti ikakubaliana na yeye na kaweza kutembea huru. Wakenya wanafaa wa, wawe uh, vigilant kuchunga haki zao, kutetea haki zao na kuendelea kuuliza wanasheria na serikali isiende uh, beyond international human rights standards. Mi navyofahamu kwetu kwa swala wa udokozi hapa kwetu, kuna udokozi aina nyingi. Tukija kuna udokozi waina simu, unaweza wakaka zako hivo ada. Kwa mfano, ana kuja mtu mnajuana "Eh bana, vipi rafiki yangu, safi safi, baridi kidogo, simu yako", ukampa simu yako, kumbe akafanya ujanja ujanja, ujanja, akashangaa kwa simu yako ana misha hela bila kujua. Unashangaa, mbona simu yangu tokwa na kiasi kiasi hela fulani, afu mwisho wa siku unashangaa kimepungua, sijampa mtu namba ya siri. Kwa hiyo kuna watu wanafanya udokozi namna hiyo, nakuta anachukua simu yako, anaangalia, unajua ndio anampigia mtu, kumbe kuna namna anafanya kwenye simu, anaangalia angalia ni nini. Wakati huu maoni kuhusu sheria ya kudhibiti matumizi ya mitandao yanapoendelea kutolewa nchini Kenya ipo haja haki za kidijitali kutambuliwa, kulindwa na hata kufahamika katika jamii. Victor Muturi, Nyanza, RFI, Kiswahili. Kwa nukutia msikilizaji, makala ya jua haki zako yanafika kikomo, ambapo kwa kiasi kikubwa mwenzangu Victor Mturi amefanikisha makala leo. Jina langu ni Bwana Benson Wakoli. Hadi makala yajayo juma lijalo ndani ya idhaa hii ya RFI Kiswahili, kwa heri.